Katika mkoa wa Ruvuma, maadhimisho ya siku kazi ya wafanyakazi duniani yamefanyika katika uwanja wa sisi maji majimaji uliopo manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, ambapo kundi la wafanyakazi wanaofanya kazi za nyumbani wameshiriki katika maadhimisho hayo, ambapo wameeleza changamoto ambazo wanakutana nazo ikiwemo changamoto ya unyanyasaji wa kingono. Changamoto zipo kama nyumbani, kuna mtu wa mwanaume huwe ni mwanamke, pengine uka, akakutongoza ukamkatalia, kwa hiyo pale inakuwa changamoto kwa wewe yeye yeah, anakufanya ana kama mtu ambaye anakuchukia, kwa mambo mengine anaweza kukufanyia kitu kibaya. Kwa hiyo changamoto ni hizo zipo, kutengwa na jamii, hasa uki, ukiwa kwa mfano, watu wanakuja hapa leo wanaona kama wafanyakazi wa ndani, yani wanawaita ni mabeki tatu, nakuwa ni ubaguzi kwa ni bagu, sababu nao ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine. Mabosi wa korofi, una, unaambiwa jitandika kitanda cha bosi cha mme wake yeye anacholalia au mnamgine unamwambia fua nguo za ndani. Changamoto ndio hizo moja ya mambo ambayo wafanyakazi wa kazi za nyumbani wameomba waajiri wapeleke michango yao katika mifuko ya hifadhi ya jamii ambayo itawasaidia kwa kiasi kikubwa, pale mkataba wao unapokuwa umeisha. Waajiri wanashindwa hata kuwawekea michango yao kwenye hifadhi ya jamii. Jambo zuri sana, yule ni mfanyakazi kama wafanyakazi wengine, basi endapo siku yake anaondoka, ya aweze kwenda NCF naye kuchukua michango yake mifuko ya jamii yani, nikimaanisha aende kuchukua michango yake na ye, akaendelea na maisha mengine, kwa sababu na yeye ana maisha baada ya hapo. Moja ya changamoto ya sekta binafsi ni baadhi ya wa waajiri wa sekta hiyo kuwazia wafanyakazi wao kujiunga na vyama vya wafanyakazi, ambapo mheshimiwa Peles Magili mkuu wa wilaya Nyasa, ambaye amemwakilisha mkuu wa mkoa wa Ruvuma katika maadhimisho hayo, amewataka waajiri kuwaruhusu wafanyakazi wao kujiunga katika vyama hivyo. Nitoa wito kwa waajiri wa binafsi wanaozuia wafanyakazi wao kujiunga na vyama vya wafanyakazi kuwa wawape fursa wafanyakazi wao ya kujiunga na vyama vya wafanyakazi kwa kuwa ni haki yao ya kisheria . Aidha, niye viongozi wa vyama vya wafanyakazi fanyeni utaratibu wa kuelimisha waajiri hao ambao wamekuwa wakisita sita, sita, kuwaruhusu wafanyakazi wao kujiunga na vyama.